Kwa nini? Unajua naongea hivyo? Naongea hivyo kwa sababu siku hiyo hiyo mdogo wangu wa Mwanza ambaye ni mchungaji Samsoni, naye kule usiku alienda kutekwa nyumbani kwake, unanielewa eh? Naongea hivyo kwa sababu yanahusu Tanzania. Usiposema haujui nani atatekwa baada ya hapo. Wamekwenda kuteka mchungaji wetu Pastor Samsoni Gwajima kule Mwanza, na watu wanajiuliza eti, nagharimu uchunguzi kujua ni nani aliyemteka Roma Mkatoliki. I wonder kwa sababu ili uchunguze, fanya mambo matatu. Jambo la kwanza, kwani Roma Mkatoliki alipokuwa anatekwa kwenye studio, alikuwa anarekodi wimbo unayemuhusu nani siku hiyo? Wale wanaovamia studio ndio wale wale wakavamia studio, wakamchukua Roma Mkatoliki Swali gani? Ni wale wale kwa sababu mvamuzi wa studio studio ya television studio ya kurekodi nyimbo zote ni studio, mvamizi wake ni yule yule mmoja. Tukiendelea hivyo ni hatari, na watu wanajiuliza eti inagharimu uchunguzi kujua ni nani aliyemteka Roma Mkatoliki. I wonder kwa sababu, ili uchunguze, fanya mambo matatu. Jambo la kwanza, kwani Roma mkatoliki alipokuwa anatekwa kwenye studio alikuwa na rekodi wimbo unayemhusu nani siku hiyo? Kwa nini unakuwa kipofu? Roma mkatoliki alipokuwa anatekwa alikuwa na rekodi kumuhusu nani? Kama ni wimbo wa kumuhusu Gwajima au kumuhusu Kakobe au kumuhusu Mwingila, basi ndiye aliyemteka yes. This is simple. Jambo la pili, mke wake anasema alikuwa ndani ya studio akaambiwa kuna watu wanakuita nje of course akatoka kule nje, baadaye akaondoka na wale watu. Hivi wewe nikuulize, kwa akili yako, mtu anaweza kuja tu kwako akaambiwa toka tuingie kwenye gari utakubali? Lazima akuonyeshe ama kitambulisho ama kitu fulani. Kwa hiyo mimi naamini yule Roma alionyeshwa kitu au kitambulisho, ndiyo maana akufanya fujo, akaondoka kwa ushirikiano. Lazima alionyeshwa kitu kwa sababu hakukuwa na vujo wala ngumi wala mateke. Mimi kunichukua, unanipeleka pasipo hujulikana, lazima zipigwe kwanza. <laughs> Nitakukemea kwa jina la Yesu, nitakukemea kwa jina la Yesu. Kama jina la Yesu halifanyi kazi kwa siku ile, kwa sababu ambazo sijui kama nina silaha ndani na koki, si nimepewa silaha ya kujirinda? Kama kuna walinzi ndani yangu, nawaambia kila mtu achachamae, kwa sababu huyu ni kibaka, hana kitambulisho, hana maelezo. Na ndiyo maana ya nchi yetu iko namna hiyo. Na wewe usikubali mtu yote akuchukue popote kama hajakuonyesha kuonyesha kitambulisho na kukwambia yeye ni nani, usikubali. Kwa hiyo lazima ujue kwamba lazima ili huyu mtu aondoke bila vurugu, kuna kitu walimwonyesha au walimwambia, sisi ni kina fulani, ndio maana akaondoka bila vurugu, bila matatizo. It is simple analysis, it does not cost a, a, a PhD thesis, wala haigarimu dissertation ya masters. Ni analysis rahisi kwamba lazima walimwambia, sisi ni kina fulani, wakaondoka naye. Namba tatu, sina ninachosoma, nakwepa tu analysis kutoka kwenye bongo ya kutoka mbinguni, pigia Yesu makofi. Kitu cha tatu, watu wamezunguka vituo vyote vya polisi, hakupatikana. Baadaye amekuja kupatikania kituo cha polisi Oyster Bay. Imekuwaje? haya ni maswali tu. Naongea hivyo kwa sababu siku hiyo hiyo mdogo wangu wa Mwanza ambaye ni mchungaji Samsoni naye kule usiku alienda kutekwa nyumbani kwake, unanielewa. Naongea hivyo kwa, eh? na kwa sababu yanahusu Tanzania, usiposema haujui nani atatekwa baada ya hapo. Wamekwenda kuteka mchungaji wetu Pastor Samsoni Gwajima kule Mwanza, ndio maana nasema lazima patikane, wakosema hawa watekaji ni kina nani wametumwa na nani? Wana lengo gani? Watateka nani? Baadaye asije kuwa anayefuata ni Pasta Gwajima. Nakwambia sitekwi ng'oo kwa jina la Yesu. Nikiitwa polisi nakwenda, kwa sababu najua polisi ni law enforcers. Tena nakwenda bila wasiwasi wasi, bila problem, lakini kunijia kinyemela nyemela na kakitambulisho haka hapa tupige picha kwanza pamoja, tupige sefi. Tupige sefi pamoja kwanza ndio twende. Akikujia mtu anakwambia tumekuja kuchukua, mwambie njoo tupige sefi kwanza, tupige picha pamoja, niitume kwenye magurupu ya WhatsApp, nimeondoka na mtu huyu, alafu baadaye ndio nenda. Usiende hivi hivi, pameanza kuwa mahala pa hatari Tanzania. Ndio maana narudia wito wangu kwa wanakao Nireteni Gwajima Nireteni Gwajima Nireteni Gwajima Mtamleta ndugu zangu